Lakini kwa sasa nimesikia kwamba unasema kwamba Morara Kebaso yuko timamu na yuko sawa. Manake hao watu upinzani na upinzani pia tunaona viongozi wako pia wakubwa wako pale, your seniors uh, eh, ndio ambao uh, pia wako kwenye mstari <laughs> wa kwanza kusema kwamba eh, Rais William Ruto atakuwa eh, one time president. Uh, bwana Voke, ningekwambia hivi, najua mm -hmm. ukiangalia kiongozi anaongea mm -hmm. unajua ni nini anachokitaka mm -hmm. Seneta Sifuna ukimtazama katika mahojiano mm -hmm. ukimtazama akiongea mm -hmm. ni yule mtu anayetoa mada tukimsikiza katika bunge majuzi mm. alikuwa akisema kuwa uh, serikali hayapasi kutenga pesa za barabara mm. ilali fedha yenyewe haipo. hilo mm. linaleta swala kuwa mm. mimi nikiwa pale ni nini nitafanya? mm. fedha ikue kwanza ndiyo mm. nitenge baraba, barabara mm. kisha ningesema hivi Sifuna mm. anapoongea ni yule mtu ambaye ako na plans zake. mm. ni yule mtu ambaye alikuwa a, ako katika mrengo ya lakini anapozungumza anazungumza wazo, wazo la chama acha nikwambie wazo la Sifuna Orengo Anyang' Nyong'o mbabo mm -hmm. Ino ni wazo tofauti sana nachama na chama wa... cha ODM wazo ya Gachagua mm -hmm. wazo la Stephen Kalonzo Musioka wazo la kwa sababu, acha nikwambie mbona Un, ukiona wazo la uh, Kalonzo mm -hmm. Kalonzo ajai tuambia kitu mbadala mm -hmm. kile Kalonzo anakizungumzia mm -hmm. Ruto must go mm -hmm. kile Gachagua anaozungumzia Ruto must go vile vile, Sifuna anasema Ruto must go But 2027 Sifuna is speaking <laughs> on the basis kuwa mm -hmm. yes Ruto anapaswa kuenda mm -hmm. lakini mm -hmm. akienda mm -hmm tutafanya hii. Amesema kwamba hakuna uh, kitu ambacho watafanya. Wamesema kwamba ajenda kuu uh -huh. ni kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2027 kiongozi, uh, I mean, uh, uh, Rais William Ruto atakuwa akiondolewa mamlakani. Sifuna mm -hmm. ni katibu wa chama changu mm -hmm. na kisha, acha nikwambie mbona anatetea Sifuna mm -hmm. usimtetee, manake pia yeye anasema kwamba namtetea kwa sababu mm -hmm. chama cha ODM kiko na manifesto yake mm -hmm. Tuki, tulipokuwa tukienda katika debe mm-hmm. Chama cha ODM ilikuwa na manifesto yake mm-hmm. Kuna yale mambo ambayo tulisema tukipata urais tutayafanya mm-hmm. Ya kwanza tulikuwa na ile tutaangazia mambo ya uchumi. Uchumi ilikuwa juu, akasema tutakapochukua madaraka sisi kama wana ODM, tutashusha gharama ya maisha, ile fuel levy itaenda chini, mwananchi um, wa kawaida hatapata kuumia. Na ODM ilikuwa na ile fan, Raila alikuwa anasema watakuwa napewa watu 6k per month, yule akuwa above 18 years, aweze kujikimu akufanya moja mbili. Na pia Raila akasema kuwa ale, at, atakapoingia madarakani, ile, tutakuwa na ile equity, ile kugawa rasilimali za nchi zitakuwa zinagawika jinsi ipasavyo. Kwa sasa ningesema sifuna akiongea natumai anaongea kuhusu hizo ajenda ama manifesto ambayo chama cha ODM kiliweka bayana wakati walipokuwa wakiwania uh, ile urais na iwapo uh, rais William Ruto atatoka na chama cha ODM kitaingia basi ni hiyo manifesto ama haya manifesto wataweza kuleta katika mezani na kisha wafanye nayo kazi kwa wananchi. Na, uh, swali lingine. Je, uh, unahisi kwamba uh, Kenya tuko na upinzani kwa sasa hivi? Mm-hmm. Hilo ni swali linalouleta utata sana kwa sababu ningesema kuwa mm-hmm. wale wote ambao wanajiita wa, uh, wale wanaojiita wapinzani mm-hmm. hakuna chochote wanakifanya mm-hmm. Kwa sababu wezi niambia wewe ni mpinzani na kitu ambacho unachokisema ni Ruto must go, that's not a solution to our country, is never a solution. Tukiangalia Raila Amolo Odinga na, na, na, na ningependa sana tumzungumzie akiwa opposition kama yuko katika serikali, tuangalie hiyo mkondo. Alipokuwa nje ya serikali, tulikuwa tunaweza kuona Raila si mtu aliyekuwa akizungumza karin kama Gachagua, kama Kalonzo. Ni huu mtu alikuwa anaenda katika street, alikuwa anaenda pale, anapatana na hao Anajua maslahi yao ni nini, mnachokipia petia katika hizi street, na alipokuwa akitembea humo ndio anaita maandamano, anasema imezidi, serikali haifanyi jinsi ilivyo, uh, kubaliana na wananchi. Lakini hao wenyewe wenye wanajiita opposition leaders sahi ni kukaa Karen, kukunywa chai, kufanya mambo zao, alafu kisha wanakuja wanaita media, wanatuambia we are the opposition, no you can't be opposing the government yet you are not going to the street, kujua wananchi wanapitia changamoto gani. Huwezi tuambia uko opposition, huwezi tuambia ni nini unataka serikali ifanye. Kwa sababu unapokuwa katika opposition, niambie sha haifanyi kazi, lakini mimi ningekuwa katika serikali sahi, ningeleta NHIF, ningefanya kazi. Huwezi niambia, unasema gharama ya maisha iko juu, uniambie mbadala. Unaniambia Ruto aende nyumbani. Niambie mimi nikikuja katika serikali, nitaleta pesa, nipe wale wafugaji wa maziwa, nitapea pesa wale wanaolima, wafanyabiashara, nitawapea hii pesa. Ili gharama ya pesa ama gharama ya maisha iende chini, mm -hmm. So that the inflation rate can be down, mm -hmm. Kisha utaniambia nataka ku stabilize the economy, mm -hmm. Ukisema, ame, stabilize the economy, ukisema Rais Ruto ame aja the economy, niambie ni nini utafanya, mm -hmm. You stabilize the economy, mm -hmm. You don't tell me about politics zenye unaniambia, mm -hmm. Rais aende, akienda sa, sasa nini itafanyika? mm -hmm. rais anapaswa kupewa wakati kama una ideologies mm -hmm. Lakini kama kuna yule uh, upinzani ama yule mpinzani ambaye ataambia, bwana Rais, shaifanyi kazi mimi ningekuwa ningetumia NHIF basi, ajitokeza tuambie, sawa nitumie NHIF sawa, nitumie uh, gharama ya maisha, nikileta pesa katika kilimo itarudi chini, niambie ni hivyo, rais atawasikiza kwa sababu ODM ilipo kwa pale nyuma walikuwa naambia rais, tukiangalia gharama ya maisha iko juu, na ukiangalia zile MOU walipo saini hmm, ilikuwa gharama ya maisha ishushwe ni sasa hmm, watuambie ni nini tufanye mbadala hmm, na kitu serikali nazo fanya, waache kutuambia Ruto must go hmm. yeah. Uh, msikilizaji anajulikana kama Stanley Onyango ambaye ni mwanachama wa chama cha ODM ambaye tuko naye mezani leo kuangazia siasa e, ambazo uh, siasa zote hapa nchini Kenya na hususan siasa za chama cha ODM na uh, Bwana Onyango eh, nikirudi kwako eh, tunajua kwamba kazi kubwa ya uh, parliament ama bunge ukipenda ni kutengeneza sheria ambazo zitaendeleza nchi mbele, na uh, kwa sasa hivi Bwana Onyango unahisi kwamba uh, bunge letu la Kenya uh, aswa, napozungumzia bunge nazungumzia bunge la kitaifa. Je, unahisi kwamba uh, bunge la kitaifa linatekeleza wajibu wake? Kwanza kabisa ningesema kuwa kwa maoni yangu mm -hmm. kuna yale makamiti ambayo zinafanya kazi ipasavyo, najua. mm -hmm. Katika bunge tuko na committees uh, mingi mingi. mm -hmm. kuna ile budget, kuna ile oversight. mm -hmm. kuna ile immigration. Ziko mingi sana. But oversight is one of the key role yeah. For parliament. Uh, kwa sasa hivi mm -hmm. ningesema oversight imekuwa chini sana mm -hmm. uh, kwa sababu baada ya wanachama changu kuingia katika serikali mm -hmm. viongozi wangu kama Junet Mohamed ambaye ni kiongozi wa wachache katika bunge mm -hmm. yule wipu wangu ama kiranja wa wachache katika bunge, Millie Odhiambo mm -hmm. wote wanakaa kuungana mkono mm -hmm. na kile, kile chochote ambacho mm -hmm. wale wa, walio wengi katika bunge wanachokisema mm -hmm. na kwa sasa hivi ningesema kuwa Three quarters of members of the parliament are supporting the government. mm -hmm. na kwa hivyo ni ngumu sana mm -hmm. akukashifu serikali sana mm -hmm. kwa sababu wamechukua watu wengi sana mm -hmm. hata kama kuna wale ambao watakashifu mm -hmm. lakini wakienda pale katika kupiga kura mm -hmm. ili bili lipite, ili lisipite mm -hmm. basi utapata serikali iko na wajumbe wengi so ni ngumu sana kufanya mm -hmm. oversight mm -hmm. kwa hivyo, unamaanisha kwamba wakati ambapo mswada utaletwa pale kwenye bunge la kitaifa huo mswada, huu unakandamiza mwananchi wa kawaida, bila shaka utapita. Kwanza ningependa kuongelelea ile Finance Act ile iliyofanyika ika, ikafanya wana Gen Z wana Gen Z wakaenda, ka, wakaenda katika maandamano mm -hmm. na wana Gen Z wana Gen Z walipoenda walipo katika maandamano mm -hmm. basi tuliweza kuona kuwa waliuliwa mm -hmm. na kisha reason ya wanajenzi kuenda katika maandamano ilikuwa the Finance Act mm -hmm. ya 2024 mm -hmm. 2024, 2024 hapo mm -hmm. na walipofanya hivyo wakaenda wakauliwa, ilikuwa swala ambayo lilikuwa linataka wabunge wakae chini, wabunge waliangalie, wabunge kisha waambie rais, hatuwezi kupita hili mswada. Na hili linajivunia sana kama chama changu cha ODM tulikataa mambo ya finance bill, na kila mtu aliona wanachama wa ODM hadi Babu Owino wale mawanajenzi walipokuwa kwa maandamano uhum. aliweza kuruka na ile geti ya parliament, akaenda kuwalaki wale wanajenziwa wakiwaambia, mnafanya kazi nzuri. Mimi ningesema kuwa uh, kwa, sasa, kwa, kwa, kwa wakati huo uh, kulikuwa na different sides, wale walipokuwa wakiunga nam. serikali mkono walikuwa wakisupport kwa nguvu sana uhum. kwa sasa hivi nitaona itakuwa ngumu kwa sababu wananchi watakandamizwa uhum. kwa sababu katika serikali mm -hmm. na serikali inataka kupitisha mm -hmm. So yule mwananchi wa kawaida atakuwa na sauti hafifu mm -hmm. Mbunge wao wa hataweza ata kusikizwa mm -hmm. Na itakandamiza mwananchi mm -hmm. Kwa hivyo kama kutakuwa na jama yote ya kukandamiza mwananchi pale vijana wa Gen Z e, watacheki wao wenyewe. Acha mm -hmm. tuachie hilo hapo na a, tunaposonga mbele Bwana Onyango e, tumeona kwamba baadhi ya viongozi ambao wametimuliwa kwenye uongozi e, kwenye chama I mean, kwenye serikali ya Kenya Kwanza Eh, napozungumza kuhusiana na waziri eh, ambaye aliondolewa mamlakani pale, Waziri Justin Muturi eh, tumemwona pia ambaye alikuwa ni Naibu wa Rais Rigathi Gachagua. Pia wakati aliondolewa mamlakani, tumesikia kwamba wanapotoka pale kwenye, kwenye uh, serikali wanakuwa na uh, baadhi ya mambo ambayo wanazungumza, na haya ni mambo ambayo ni tunaweza sema uh, kwamba tunaweza sema kwamba uh, kwa ni mambo ambayo yanaguza sehemu nyeti kwenye serikali Unaposikia au viongozi wakizungumza hivi wakiwa kwenye serikali, je, una wewe, kama mwananchi wa kawaida unalipi, uh, unahisi vipi? Uh, niliandaa makala fulani mm -hmm. uh, ya kuzungumzia hawa wanasiasa ambao wakiwa katika serikali wanaongea lugha uh, lugha ambayo mm -hmm. ni wananchi wanataka kusikiza kwa sababu mm -hmm. nikisema lugha ambayo wananchi wanataka kusikia mm -hmm. ni ile lugha ambayo aswa mwananchi mm -hmm. akisikiza atasema naam, mm -hmm. hili ni serikali ambalo tulichagua mm -hmm. lakini wakati anapotoka hmm. nje ya serikali anakinzana hmm. na maneno yake yake hmm. aliyosema akiwa katika serikali hmm. kwanza kabisa ningependa kumzungumzia aliyekuwa naibu wa rais hmm. Rigathi Gachagua na wengine hmm. kwanza kabisa hmm. nilisema kuwa alipokuwa naibu wa rais hmm. alitetea kwa nguvu hmm. hasla fund hmm. na ningependa uandike hili chini Bwana Equaliza hmm. aliongelea kwa nguvu mambo ya hasla fund hmm. akawatukana waliokosoa serikali hmm. na kusifu kila hatua hmm. ya Rais Ruto hmm na pia mm -hmm. alisema Raila alipokuwa akiongelea mambo ya mbolea kuwa aina bei tunapewa kama msaada mm -hmm. alisema kuwa hakuna mbolea msaada mm -hmm. inayoletwa nchini kutoka mm -hmm. Russia mm -hmm. kisha uh, wengine wao kama Kalonzo Musyoka mm -hmm. Moses Kuria hata Raila Odinga mwenyewe mm -hmm. nao wamewahi kucheza mchezo huu mm -hmm. Sisemi Gachagua peke yake ndiye anayecheza mchezo huu peke yake. Hata kiongozi wangu ningesema amewahi kucheza mchezo huu, tukiangalia ile 207 o s hilo nitasema amewahi cheza mchezo huu, ambayo aliona ah, niko katika serikali lakini nikitoka ni nini nitatoa. Nilikwambia uandike chini, Hustler Fund Gachagua alipokuwa katika serikali, niambie ni nani alikuwa akichampion aslaf kushinda Gachagua? Wakati Raila alikuwa anasema ni shilingi mia tano haitasaidia mwananchi mm, Gachagua alikuwa kimkashifu akisema kuwa Raila atakii wananchi mazuri. Mm, Gachagua alionekana kuwakosoa wale wanaopinga Rais Ruto, alikuwa akisema hili government ni wao, walipigania ni wao, watafanya kazi na kila kitu ambacho rais alikuwa akisema mm, Gachagua alikuwa akiwekea mkono mm, Gachagua alikuwa akimsupport rais Kiangalia ile maneno uh, kama ya barabara ambao watu walikuwa wanasema rais anatenga mm -hmm. Hafanyi mm -hmm. Gachagua mwenyewe amewahi kusema rais anafanya kazi barabara ambayo inaweza sema Gachagua aliwahi kuona ikifanya kazi mm. ni barabara inayoenda kwake wa Munyoro hiyo mm. barabara limejengwa na rais William Ruto mm. alipokuwa katika homecoming mm. ya Rigathi Gachagua mm. kwa sasa hivi tungependa kuambia viongozi wetu mbona mm. tukinzane mm. tunapotolewa katika madaraka, lakini tukiwa katika madaraka tunazungumzia lugha moja, kwa sababu asilimia mia moja Rigathi Gachagua angekuwa katika siasa za sahii, katika siasa za UDA mm. basi angekuwa akipigia upato serikali ya Kenya Kwanza mm angekuwa akisema yale mambo anayosema mm -hmm. Na, na, ningependa kuambia awa wanasiasa wetu mm -hmm. Let us stop lying to Kenyans. Tuache kuchezea Wakenya siasa mbovu, siasa duni, siasa ambazo hazitusaidii, kwa sababu wezi, niambia, ukiwa katika serikali unazungumzia lugha nyingine ambayo ni tofauti sana na ili hadi, acha nichukue mjumbe. Lakini, lakini tumeona ambaye alikuwa ni uh, uh, waziri pale Justin Muturi na. Wakati pia alikuwa kwa serikali alikuwa anazungumza na kuna yale ma, baadhi ya mambo ambayo alikuwa anakinzana nayo pale kwenye uongozi wa Kenya Kwanza na. Ambapo pia alikuwa anashikilia msimamo kwamba akusikue uh, uh, uh, na zile abductions, ambazo zilikuwa zinaendelea kwa vijana ambao wanakosoa serikali, na hivyo basi tunaona kwamba huyu ni kiongozi ambaye alikuwa anashikilia msimamo pale akiwa kwenye serikali A kwanza, hmm. Nitakataa, hmm. na acha nikwambie, mbona nitakataa hilo swala hmm. Nitasema Gachagwa ndiye aliyemtuma Muturi kwa sababu Gachagwa alipofutwa, wale watu wa Kikuyu waliounga Gachagwa mkono ni akina Muturi, ni akina Joe Nyutu, akina Karungu wa Dhangwa, akina seneta Methu. Wote walikuwa itu, wanajiita itungati, walikuwa itungati wa Gachagwa. Na wakati kiongozi wake anapotimuliwa nawe umebaki katika ile serikali, atakwambia jinsi ufanye ili aone kama kuna kile ambacho anakitaka kitafanyika. Na na pili kuhusiana na bado Justin Muturi ningesema kuwa alikuwa spika kwa miaka kumi na akakuwa attorney general, na alipokuwa mwanasheria mkuu naona ile kitu ilimuuma kutolewa ama ile wakati alipokuwa akiresign kama mwanasheria mkuu akapelekwa kwa ile nyadhifa ndogo. Ningesema yeye alikuwa anatarajia nyadhifa kubwa kama ile alichokuwa nayo cha mwanasheria mkuu, kama ile maybe apewe fedha, apewe agriculture, apewe zile nyadhifa kubwa ambaye atakuwa na ile uwezo wa kupata zile rasilimali mingi mingi mm -hmm. na uh, tukisonga mbele, Bwana Onyango eh, tumeshuhudia wakati ambapo kumekuwa na maandamano pale sio tu Gen Z wala maandamano yote yale tunaona ah, kwamba uh, polisi wa Kenya wanatumia nguvu eh, kuzindi kiasi ambacho eh, polisi wanafaa kutumia nguvu pale na ah, tumeona kwamba uh, hawa wanapolisi kuna baadhi ya wanahabari ambao wamefiatuliwa vito, vito za machozi wengine pia wamefiatuliwa risasi pale eh, na Uh, je, bwana Onyango, unahisi kwamba uh, serikali ya Kenya kwanza, ama unahisi kwamba uh, kuna uh, uh, I mean, uh, polisi wa uh, nchi yetu ya Kenya wanawajibishwa kisheria uh, kwanza kabisa ningesema kuwa polisi wetu wanafanya kazi wanaoambiwa na wale watu ambao katika serikali mm -hmm. uh, kwanza kabisa mm -hmm. ningesema kuwa tukiangalia Uh, kwanza ili, uh, ili jambo ambalo lilifanyika mm -hmm. la Butere Girls mm -hmm. na Echoes of tunasema serikali ilitumiwa vibaya sana. mm -hmm. Kwa sababu wezi niambia, mm -hmm. serikali wataenda kukandamiza watoto, mm -hmm. ambao walikuwa wakifa, wakicheza ile mchezo wao wa fasihi. mm -hmm. Fasihi ni nguzo ya kuelimisha jamii. mm -hmm. Fasihi utahadharisha jamii. mm -hmm. Fasihi huonyesha jamii yale maovu yanayofanyika katika jamii, na tukiangalia Echoes of War ilikuwa kufanya serikali kuwa accountable, na walipokuwa wakituma polisi, wasichana wadogo, vijana wa miaka kumi na sita vijana wa miaka kumi na tano wanarushiwa tiagas. Hili alikuwa jambo nzuri. La pili tuliona maandamano, unatuma army, Kenya Army tuache hata mapolisi, ilikuwa Kenya Defence Forces unawatuma kuenda kuua vijana wa jnz. Polisi hawatumiwi vizuri. Tukiangalia matamshi ya Oscar Sudi, yule ni asema the closest friend to William Samoei Ruto the president. Alisema akiwekwa katika waziri huo, siku moja ataweza kunyorosha kila mtu na kila mtu anyamaze, na kila kila mtu alisikiza akisema maneno haya. La pili ningesema Kipchumba Murkomen, tukiangalia vitu anavyosema sahii, ati serikali haitumii vibaya. Tuangalie mwaka wa elfu mbili kumi na tatu kulikuwa na Shackles of Doom ambayo iliandikwa na bado malala mwenyewe. Mm uh, alisema kuwa hilo linapaswa li kuachwa kwa sababu ina educate jamii. Hawakutuma mapolisi hawakufanya nini, lakini kwa sasa hivi mbona? mm -hmm. Watume mapolisi barabara waue watoto wetu mbona? mm -hmm. Watume polisi mabarabara waue wazazi wetu mbona? mm -hmm. Watume wapolisi wapige warushe tia gas kwa watoto wetu wachanga. Serikali haipaswi kutumia mapolisi ama ile ami kukandamza wananchi, kwa sababu kazi ya polisi kuu ni kuleta utulivu katika Mm -hmm. Si kuwatuma kutuua, si kutuma mm -hmm. mapolisi kuua watu wengine, ni kutuma mapolisi waangalie kuna banditi. Kwanza nalia sana na natamka hili kwa kilio ndani yangu mm -hmm. mbona watume mapolisi katika barabara ilhali watu wa North Rift wanakufa? Juzi tumeona machifu walitekwa nyara, wapi mapolisi ambao umepeleka kule waweze kuhudumisha amani? Tumeona watu wanauliwa na wana Al-Shabaab katika Mandera, Garissa, hizo maeneo za North Rift, mbona usitume hao mapolisi nao? Tuma kwa barabara bara basi wakuje wakaleta utulivu . Sasa mimi nalikashifu sana hilo jambo, na ningependa kuambia serikali tuache kukandamiza wananchi na polisi, tuache kutumia polisi vibaya na tuache polisi wafanye kazi yao, na pia mkuu wa mapolisi aache kuenda katika rali za siasa. Tuliona rais alipokuwa katika ziara yake Mount Kenya, tuliona mkuu wa mapolisi yule Kanja mm -hmm. alionekana akizungumza mm -hmm. Why are we bring, bringing politics mm -hmm. tunaleta politics katika ulinda usalama mm -hmm. Tuwache siasa kama wa ulinda usalama mm -hmm. Tuangalie maslahi wananchi, kwa sababu ukiniambia mapolisi wakiingia katika siasa basi mwananchi atakandamizwa zaidi mm -hmm. Hata akiongea kidogo, kama bwana Onyango, ninavyoongea kesho na kujiwa abducted, kwa sababu nilipinga serikali. Hatupasi kulala katika kitanda kimoja mm -hmm. na serikali na mm -hmm. na, uh, shukrani sana bwana Onyango na msikilizaji wa kwangu wanajulikana kama Onyango ambaye ni mwanachama wa chama cha ODM eh, ambaye uh, tuko naye kwenye mpango mzima wa Kenya mezani ambapo tunaangazia eh, baadhi ya siasa za umu nchini Kenya, matukio yote ambayo yanatukia ya, ya kisiasa. Na umemsikia kwamba ambapo wamezungumza kwa uwazi zaidi eh, kwamba serikali ya Kenya kwanza inafaa kuwajibika zaidi, hususan eh, kwenye uh, polisi wetu ambapo tumeona polisi wetu akitumia nguvu eh, kupita kiasi kukandamiza eh, mwananchi wa kawaida. Na bila shaka msikilizaji wa kwangu, eh, nitakuwa nikikukumbusha kwamba ndani eh, uh, ya mpango mzima wa Kenya mezani tuko na na kile kitu ambacho kinahitajika kufanya ni uzame pale kwenye mpango mzima wa pick up box ambapo utakuwa ukidial star two, three, four, ash. Star two, three, four, ash na utakuwa ukiletewa vikapu sita ambapo utakuwa ukichagua kikapu kimoja ambacho eh, unahisi kwamba ni kikapu cha baha, cha bahati ambacho kinakupa pesa na, kuli, na tunasema kwamba mbuzi ula kulingana na urefu wa kamba yake, na Bwana Onyango uh, ni kirundi kwako tumeona kwamba ni kama viongozi wetu wameanza siasa, na sijui kama bwana Onyango unaweza ukazungumzia vipi kuhusiana na ambaye alikuwa ni naibu wa rais Rigathi Gachagua, ambapo tumeona kwamba ni kama yeye amekuwa ni tatizo kubwa sana kwenye serikali ya rais William Ruto. ninge staki kupoteza mwananchi Nataka kuonyesha mwananchi yale mambo ambayo niliyatengeneza, ili ajue nilifanya ile utafiti wangu, nikawaambia kile ambacho kinafanyika. Ningependa kusema hivi, the hypocrisy of Kenyan politics, saints in opposition, sinners in power. Ningependa tuongelelee hili swala, acha nirudie, the hypocrisy of Kenyan politics ile udanganyifu ulioko katika siasa za Kenya, kisha nikasema hivi saints in opposition sinners in power. Hili linamaanisha hivi: wakiwa katika upinzani wao ni malaika, lakini wakiwa katika serikali hajua kwamba uh, Rigathi Gachagua, nikikumbuka kwamba na nikinukuu maneno yake ambayo alisema. Naam. alisema kwamba wakati ambapo uh, e, ndovu ndovu e, wawili wako wa, wa kwenye vita uh, nyasi ndio huumia zaidi. Naam. kisha akasema kwamba wakati ambapo ndovu wawili e, wakuu wanafanya mapenzi nyasi huumia zaidi ha. Na tumeona kwamba ndovu wawili kwa sasa hivi e, tunasema kwamba wanalala kitanda kimoja kama unavyosema. Kwa hivyo uh, udo... <laughs> <laughs> kwanza kabisa bwana Avoke, <laughs> ningesema hivi, <laughs> a, kwa swa hizi siasa za Kenya. <laughs> Uh, kwanza kabisa Rigathi Gachagua mm -hmm. hapaswi mm -hmm. na nitarudia hili mm -hmm. hapaswi na hapaswi mm -hmm. kuzungumzia siasa mm -hmm. za nchini Kenya mm -hmm. kwa sababu mm -hmm. uh, tukiangalia yale mambo ambayo Gachagua amekuwa akituambia mm -hmm. Gachagua akiwa serikali mm -hmm. na kwanza ukiniruhusu mm -hmm. Bwana Equalizer mm -hmm. ningependa nikuchezee sauti moja tu mm -hmm. ya Bwana Gachagua mm -hmm. akiongelelea Fred Matiangi mm -hmm. ambaye kwa sasa mm -hmm. analala kitanda moja <laughs> na Rigathi Gachagua <laughs> hebu tusikize hili <laughs> kwa dakika chache tafadhali <laughs> kuna senator mmoja anaitwa Malala na mzee mwingine amevaa nyororo kwa shingo anaitwa Atoli watu nyamakema, vitu yao ilichomwa na Matiang'i, alafu naambia rais achukue kiboko aende akanyoroshe watu nyamakema. Watu tayari walinyoroshwa na Matiang'i, wamefilisika, hawana chakula. Ukienda hapa Kariobangi, ukisikiza uh, hilo mm -hmm. ningependa tu niicheze kwa ufupi mm -hmm. huyu ni Rigathi Gachagua mm -hmm. akiwa naibu wa rais mm -hmm. akisema kuwa mm -hmm. Matiangi ametumiwa kwa watu, ametupa rivayala. Matiangi ametumiwa kunyorosha watu wa mlima Kenya. Matiangi ameharibia watu wa mlima Kenya biashara, kwa sasa hivi unaniambia Rigathi Gachagua anasema Matiangi is fit for the office. Eh, lakini, lakini, lakini tuliona huyu uh, uh, bwana Matiangi tulimwona no. kwamba aki uh, tulimwona kwamba huyu uh, Bwana Matiangi tulimwona, wakati ambapo alikuwa anazungumza pale e, tuliona ndiye uh, uh, ambaye ni waziri ambaye alikuwa utendakazi wake ulikuwa ni wa kupigiwa mfano, hususan pale kwenye zile